Ekiwa masuala ya elimu ambapo waziri wa elimu Migos Ogamba amesema kuwa wameweka mikakati ya kutosha kuhakikisha mitihani inafika kwa wakati hasa kutokana na changamoto ya mvua inayoendelea. Amewahakikishia wakenya wa kuwa hakuna mwanafunzi atakayekosa kufanya mtihani kwa sababu ya wingi wa mvua. Aidha, ameongezea kuwa wizara ya elimu na wizara ya usalama wa ndani wanashirikiana kwa karibu kuhakikisha kuwa mitihani inaendelea salama mitihani ya gredi ya sita Kepsea na gredi ya tisa Kejesea imekamilika kote nchini, watahiniwa wa Kepsea leo hii wakimalizia na somo la sanaa la ubunifu na masomo ya jamii, nao wa Kejesea wakifanya masomo ya Kiswahili lugha, insha na lugha ya ishara. Waziri wa Elimu Julius Ogamba akizungumza alipofika mbele ya kamati ya Bunge la Kitaifa kuhusu elimu ameweka wazi kuwa wanafunzi wa Kepsea na Kejesea watafahamu matokeo yao kabla ya mwezi Disemba kukamilika, huku wenzao wa KCSE wakijua mbivu na mbichi mapema mwakani. Aidha, Ogamba amesema serikali itagharamia malipo yote ya mitihani hiyo ya kitaifa because of n

Kufuatia changamoto ya mvua inayoendelea, Waziri Migos amesema kuwa Wizara ya Elimu imeweka mikakati kabambe ili kuhakikisha kuwa mitihani ya KCSE inaendelea kama ilivyoratibiwa, akisisitiza kuwa hakuna mwanafunzi atakayekosa kufanya mitihani kwa sababu ya uwingi wa mvua.

Aidha, Waziri Ogamba amesema kuwa wanashirikiana na Wizara ya Usalama wa Ndani kuhakikisha kuwa wanafunzi wanafanya mitihani yao katika mazingira iliyo salama bila kuwepo kwa watu wasioruhusiwa kuingia mashuleni na pia mitihani hii inafanyika kwa ulinzi na utaratibu mzuri report that we are closely working with the Ministry of Interior uh, in offering security and ensuring that our, our students are undertaking the examinations and assessments in a safe uh, environment. Veronica David, Undugu TV.